Shirika la Afya Duniani WHO linaitaja Tanzania kuwa miongoni mwa mataifa yaliyopiga hatua katika kuihudumia jamii kupitia sekta ya afya. Hali hii inatokana na uimarishwaji wa huduma za afya ikiwemo uboreshaji wa miundo mbinu upatikanaji wa vifaa tiba na vitendanishi. Haya yote yanajidhihirisha kutokana na kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya sita katika sera yake ya ujenzi wa zahanati kila kijiji vituo vya afya kila kata uboreshaji wa miundombinu kwenye hospitali za wilaya mikoa na hospitali za kanda kote nchini. Ni kutokana na hilo Tanzania imeendelea kupokea fedha kutoka kwa wadau mbalimbali ambazo hutumika kuboresha sekta ya miundombinu na huduma za kijamii kupitia mfuko wa pamoja kwa maana ya basket fund. Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayonufaika na pesa zinazotolewa na washirika wa maendeleo ambao wanatamani kuona huduma zikiendelea kuboreka. Hapa nchini, msimamizi mkuu wa fedha hizi ni Wizara ya Afya. Na kimsingi Wizara ya Afya inalo jukumu la kusimamia sera na utekelezaji wa afua ili kuhakikisha pesa hizo zinamnufaisha kila Mtanzania. Hebu tumsikilize katibu mkuu afya mkoa wa Morogoro akitolea ufafanuzi hasa wa matumizi ya fedha hizo. kwa mwaka 2021/22 mpaka mwaka 2024/25 kiasi cha bilioni 21 kimeweza kutengwa kwa ajili ya shughuli za huduma za afya kwa mkoa wa Morogoro katika hizo bilioni kumi na nane zimeweza kutengwa katika vituo vya kutolea huduma, bilioni mbili zimetengwa kwa ajili ya, ku, za, ya huduma za upande wa halmashauri yani CHMT. Lakini kwa bilioni moja pia ni kwa upande wa mkoa, tumeweza kupokea kiasi kipatacho cha bilioni moja kwa ajili ya, ku, ya kutoa huduma na usimamizi katika masuala ya afya fedha hizi zimeweza kuwa zinatusaidia kwenye masuala mbalimbali kama vile kwenye masuala mazima ya usimamizi, lakini vile vile upatikanaji wa huduma au bidhaa za afya na vile vile kwenye masuala mazima ya miundombinu. Tukichukua tu labda kwa mfano kwenye swala zima la upatikanaji wa bidhaa za afya, tumekuwa tukipata, tumekuwa tukitumia kiasi cha, cha asilimia 35 za fedha hizi kuweza ku pata bidhaa za afya hapo nikimaanisha kwamba vifaa tiba ikiwa ni pamoja na matengenezo yake pamoja na, na upatikanaji wa dawa. Lakini pia niseme tu kwamba pamoja na hayo, fedha hizi kwa ujumla zimekuwa zikitusaidia sana sana hata kwenye masuala mazima ya miundombinu kwenye uboreshaji labda ukarabati, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa vichomea taka au labda kama kuna kitu chochote ambacho kimeharibika kama ni vifaa tiba, basi pia zi, na zenyewe zi, zimeweza zinatumika kwa ajili ya kutusaidia kufanya hayo. Labda niseme tu kwamba fedha hizi za basket fund huwa zinawalipa pia masaa ya ziada. Kuna fedha ambazo wapi pia wanapopanga kwenye mipango yao wanalipwa masaa ambayo wanafanya za ziada kwa mfano kama unakuta wakati mwingine kule kwenye vituo watumishi ni wachache, kwa hiyo unakuta saa nyingine mtumishi anafanya kazi zaidi ya masaa yale ambayo yanatakiwa, ya, na, ya na kwa hiyo zile fedha pia watu wanapanga kutokana na upungufu wala watumishi, basi wanazitumia kwa ajili ya kufanya ya kudania ya kutumia kwa ajili ya malipo ya masaa ya ziada. Lakini pia vile vile vituo kama vituo, ukiacha fedha za basket pia huwa wanatumia na vyanzo vyao vingine vya, vya fedha kwa ajili ya kuweza kunani ku, kuwapata kwa kuwalipa hao watumishi kwa ajili ya masaa ya ziada. Wilaya za Mvomero na Gairo mkoani Morogoro zimenufaika moja kwa moja na fedha za mfuko wa pamoja zinazotolewa na washirika wa maendeleo. Upatikanaji wa, wa fedha hizo umesaidia kufanya maboresho makubwa kupitia fedha hizo ambazo kimsingi zimesaidia kuleta matumaini mapya kwa wananchi. Dr. Filipina Filipo ambaye ni mganga mkuu hospitali ya Mvomero, anaeleza jinsi walivyopokea pesa hizo na matumizi yake. basket fund ambazo tunapokea asilimia 35, tunaipeleka kununua dawa na vifaa tiba katika. Kama miaka mitatu mfululizo tulikuwa tumejenga zahanati, lakini zile zahanati zilikuwa hazina vifaa tiba ila kupitia basket fund tukafanikiwa kununua vifaa tiba ambavyo vimetuwezesha sisi kufungua zahanati. Tumeshafungua sasa hivi kwa miaka mitatu tumeshafungua zahanati zimefika kumi na mbili, kwao wananchi wameweza kupata huduma kwa karibu. Lakini ukiachilia mbali kufungua zahanati, kuna baadhi ya huduma pia ambazo tulikuwa hatunazo atu, katika maeneo kwa mfano huduma za upasuaji wa dharura wa kina mama wajawazito. Kwa miaka miwili nyuma, tulikuwa tuna vituo ambavyo vinatoa huduma ya upasuaji wa dharura katika halmashauri yetu, tulikuwa tuna vituo vitano, lakini sasa hivi vimeongezeka, tunatoa zile huduma za upasuaji kwenye vituo nane, kwa sababu na hii pia imechangiwa na upatikanaji wa vifaa tiba ambavyo tulinunua kupitia fedha za mfuko wa basket fund, ambapo kwa sasa hivi tunaweza sasa kutoa upasuaji wa dharura kwa kina mama wengi ambao zamani walikuwa wanalazimika kusafiri umbali mrefu kwenda kufata hizo huduma, lakini kwa sasa hivi tumeongezeza, lakini pia tumeimarisha pia utoaji wa huduma katika hospitali yetu ya wilaya. Kuna baadhi ya vifaa ambavyo tulikuwa hatunavyo, lakini kupitia basketi tumenunua. Kwa hiyo huduma zimeimarika, kwao wananchi wanapata huduma nyingi kwa wakati mmoja, na sisi pia inakuwa inatupa faraja. kulingana na wahudumu wa afya kwenye hospitali za wilaya za Mvomero na Gairo zilizopo mkoani Morogoro, wanasema basket fund imesaidia uboreshaji wa huduma kwa kuyafikia makundi mengi ya kijamii, huduma ya mama na mtoto, hata katika upande wa lishe imeboreshwa, na pia imerahisisha ukarabati wa vifaa vya kazi na kufanya huduma za afya kwa wananchi kuwa za uhakika. Tumekuwa wanufaika wakubwa wa fedha kupitia mfuko wa afya pamoja, ambao kimsingi kuna majukumu ya msingi kabisa. Hii fedha ina, inalenga kuyafanya inatusaidia kuimarisha mfumo wa rufaa, mfumo wa, wa rufaa, rufaa kutoka ngazi ya afya za msingi, kwa mfano zahanati kwenda vituo vya afya au, au vituo vya afya kwenda hospitali na hospitali ya wilaya kwenda hospitali zingine za kanda na hospitali za rufaa za mikoa. Hiyo pia bado ni manufaa ya kutosha ya mfuko wa afya pamoja, na tunaweza kujivunia kwa kweli serikali ya Tanzania kupitia fedha za mfuko wa afya pamoja imeweza kufanya huduma za afya zitolewe kwa kiwango cha juu na cha kuridhisha. Na hata sasa hivi useme muulize mteja mmojawapo hapa aliyefika kwenye zanati hii anaweza kutoa ushuhuda wa jinsi ambavyo ananufaika vipi na fedha hizo kutoka kwenye mfuko wa afya kwa pamoja. Mpaka kufikia mwaka 2021 tulikuwa na kituo cha afya kimoja tu. Wakati huo hata hospitali ya wilaya ilikuwa bado haija Haijaanza. Lakini ndani ya miaka minne tu hii especially tangu mheshimiwa rais aliyepo madarakani, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tumeweza kuongeza hiyo hospitali ya wilaya imejengwa, lakini vituo vya afya tumepata viwili zaidi, vimeshakamilika ujenzi, lakini tumeshapata cha tatu ambacho kinaendelea kujengwa, lakini zahanati tu kwa muda huo wote tumeshapata zahanati takriban nne mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kuona mapinduzi makubwa ambayo yamefanywa kwa ndani ya muda mfupi tu huu, tumeweza kuongeza vituo kama nane hivi ukilinganisha kutoka, ukiunganisha hospitali ya wilaya mpaka zahanati, tumeweza kupata vituo kama nane hivi, pamoja na vifaa tiba ambavyo vimekuja kusapoti huduma mbalimbali mbali za afya ndani ya wilaya hii. Kwa miaka mitatu tumekuwa tukipata fedha za health basket fund ambapo zimekuwa zikitusaidia kwa, kwenye, kwenye nyanja mbalimbali mbali, katika kituo cha afya Gairo mojawapo ni upatikanaji wa dawa na vifaatiba ambayo hii imetusaidia kuweza kupungusa vifo vya mama na mtoto ambapo kwa mwaka 2022 20, 23 tulikuwa na vifo saba na kufika mwaka huu hatuna kifo hata kimoja. Pia fedha za zimetusaidia unuzu wa vifaatiba kwa mfano kama ultrasound, ultrasound machine, pia tumeweza kununua kiti dental chair kwa ajili ya huduma za meno, lakini pia tumeweza kutoa ku, ku, ku, huduma za alasich mama na mtoto bure. Kwa hiyo tumeweza kununua dawa na, na vitendea kazi mbalimbali kwa ajili ya huduma za kliniki, lakini pia tumeweza kufanya mafunzo mbalimbali kwa wauguzi wa na madaktari wanaofanya wanaofanya katika wodi ya wazazi ili kuweza kuwajengea uwezo. Lakini kwa kutumia hizo pesa za, za basket fund tumeweza kununua mafuta ya ambulance pamoja na kulipia, kulipia umeme. Lakini pia tumeweza kufanya matengenezo ya ambulance. Lakini pia kutumia hizo, kutumia hizo fedha pia tumeweza kuimprove maabara yetu, maabara yetu. Na changamoto ya mfumo wa maji tuliweza kuifanyia ukarabati na kuingiza, na kuingiza huduma ya maji kwenye jengo la maabara lakini tumeweza kununua vifaa tiba mbalimbali kwa mfano monitors kwa upande wa wodi zote, OPD maabara, OPD wodi ya wazazi, theater pamoja na RCH. Pesa ambazo tunazipata kupitia basket fund kwenye kitengo chetu cha lishe, kuna vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya, ikiwemo cha kwanza ni swala zima la kuwapatia matibabu kwa watoto ambao wanapata shida ya utapia mlo, na katika hizi pesa ina maana kwamba tunazitumia katika ku kununua maziwa ambayo yanatumika au situnatengeneza kwa ajili ya watoto kwenye utapia mlo. Hilo ni la kwanza, lakini pia pesa za basket fund zinatusaidia katika swala zima la kufanikisha swala zima la outreach, au tunasema huduma za mkoba kwa ajili ya kuwafikia watu ambao wa wako mbali na kituo cha afya. Ina maana katika huko tunakoenda kuna mambo mbalimbali tunayoyafanya ikiwemo kutoa swala zima la, la utoaji wa elimu kwa wazazi au walezi wanaohudumia watoto lakini pia tunafanya swala la upimaji wa hali ya lishe kwa watoto ambao tunawapata huko kwenye vijiji mbalimbali mbali hapa wilani hapa Gairo. Na kitu kingine kwenye swala zima la, la utoaji wa vitamini A, kuna siku tunasema tunaita tuna ni mwezi wa afya na lishe ya mtoto. Hii inahusisha swala zima la utoaji wa vitamini A pamoja na dawa za minyoo. Kwa hiyo kupitia pesa za basket fund inatusaidia ku, ku, kufanya ule utoaji wa hizo vitamini A e, pamoja na dawa za minyoo ili kuweza kuwafikia watoto wote hapa wilayani. Na kitu kingine kwenye swala la amini kwenye hizi pesa za basket fund zinatusaidia pia katika kama ulivyosema kwenye swala la mafunzo. Ina maana ikitokea kwamba kuna mafunzo ambayo tunatakiwa labda mimi natakiwa kwenda kufundishwa lazima kuna pesa inahitajika aidha ya kufika huko pia na swala la kurudi. Kwa hiyo pia hiyo pesa ya basket fund inatusaidia katika kunifanikisha mimi kupata mafunzo mbalimbali ili kuweza kuwahudumia watoto ambao wana shida ya utapia mlo hapa kituani kwetu. Tuna, tunasema tuna, tuna uhaba wa yale maziwa special ambayo yanatakikana kwa watoto wenye utapia mlo ambayo yako tunasema ni artificial processed. Sasa sisi hapa hatuna, kwa hiyo inabidi tununue maziwa ili tuwatengeneze sisi wenyewe. Kwa hiyo kuna, kwa kwa kuna, kuna step ambazo tunapitia tunawatengenezea tuna kwa kiwango kile kile ambacho kinahitajika kina. Kwahiyo pesa ambayo inapatikana kwenye basket fund huwa inatolewa kuweza kununua hayo maziwa. Kuna maziwa, sukari, mafuta na vitu vingine vya, vya kutumia. Kwa hiyo pia inatusaidia kwa ajili ya kuandaa hayo maziwa kwa ajili ya watoto. Aa, kwa wilaya ya Gairo kwa kwa tukianza kwa sababu tukisema utapia mlo umegawanyika kuna ambao wana udumavu kuna watoto ambao unakuta labda wana uzito ulio, ulio pungufu, lakini pia kuna swala zima la, la, la watoto ambao wamedumaa. Kuna kwa, kwa awamu iliopita kwenye data kwamba kuna watoto ambao wamepata swala la, la, la udumavu ni asilimia 0.9. Lakini pia kwa, kwa watoto ambao wana upungufu, yani uzito pungufu ni asilimia 0.3. Kwa hiyo bado kwenye data zinaonyesha kwamba kwetu bado ni watoto ni kidogo lakini bado tunaendelea kutafuta watoto ambao wana hizo shida tuna utaratibu kwa sababu hapa sisi ambao tuko kituo cha afya kuna, tunasema kuna hawa ambao tunaita ni CHW, yani ni wahudumu ngazi ya jamii. Kwa hiyo huwa tuna, tunawaelekeza na pia kuna mafunzo huwa wanapatiwa, kwa maana kwamba kama akiona kuna mtoto yote ana shida ya utapia mlo, basi ni rahisi sisi kumfikia. Lakini pia tunavyoenda, huwa tunamuuliza baba, kuna mtoto yote ambaye labda hivi karibuni umemuona, anasema, lakini pa, kama tunakuwa hatupo, basi huwa anampa maelekezo kwamba afike kituo cha afya. Kila mtoto anapewa kulingana na kilo zake. Kwa hiyo nakuta labda kama mkipata watoto labda kumi, huyu labda anakunywa milizi ishirini, huyu anakunywa labda milizi thelathini. Kwa hiyo inakuwa ni mpaka labda niseme labda tu, tufuatilie tujue, lakini kwa kawaida inakuwa ni vigumu kujua ni milizi kiasi gani ambayo inahitajika kwa mwezi. Anakuwa anakunywa ile maziwa kila baada ya masaa mawili edha usiku mpaka mchana. Aa, kwa, kwa muda ambao mtoto mwenye shida utapia mlo anatakiwa kupewa maziwa kila baada ya masaa mawili kuanzia asubuhi mpaka usiku. Na pia katika hayo maziwa yamegawanyika, kuna maziwa ambayo tunampa, tunasema haya ni mepesi, anatakiwa ayatumie, ayatumie kwa muda fulani kulingana na hali yake. Kama mtoto labda unakuta akutaa miguu imevimba sana, ile maziwa ayatumie paka ile miguu yani ipungue iwe vizuri. Akishamaliza hapo ndio naingia kwenye hiyo maziwa ya awamu ya pili. Tiba hiyo kwa hapa sisi tunafanya kuanzia Yani ile tuseme zero paka miaka ina maana chini ya miaka miaka mitano. Uboreshaji huo umefika hadi kwenye vituo vya afya na zahanati. Ununuzi wa vifaa na vitendanishi ni miongoni mwa vitu vinavyopewa kipaumbele na uongozi wa eneo husika. Kituo cha afya Kisitwi nacho kimenufaika kwa kununua vifaa tiba na hivyo kupanua wigo wa kutoa huduma kwa wananchi, hasa katika eneo la huduma kwa mama na mtoto. Kupitia pesa hii tumeweza kunufaika vizuri. Wakina mama kwa sasa tumewahamasisha vya kutosha, wanakuja kujifungulia hapa zahanati na tunawapatia matibabu yote ndani ya mfuko huu wa, wa basket fund umewezesha pia upatikanaji wa dawa ambazo zinatusaidia kuwatibu wagonjwa wa kawaida, wajawazito na watoto. Mwanzoni kidogo dawa zilikuwa zinapatikana kwa shida lakini kwa sasa nasubutu kusema tuna dawa nyingi za kutosha kabisa bila shida. Tuna dawa, tuna tunatoa huduma pia za lishe ambayo ni vitamini A, dawa za mibenda zote zinapatikana, na dawa zingine zote ambazo zinahusika na mama na mtoto zinapatikana kwa urahisi, na huduma hizo pia zinapatikana kwa hawa walengwa. Lakini pia ndani ya mfuko huu, huu wa basketi tunawalipa watumishi kama muda wa ziada kwa ajili ya huduma za mkoba ambazo zinatolewa nje ya kituo hichi. Tunatoka ndani ya zanati tunaenda kwenye vijiji ambavyo vinapatikana kwa ukaribu kama mwezaititu, ndani ya vitongoji vile tunatoa huduma za mkoba ambazo tunaziita outreach. Huduma hizi pia zinawagusa watoto, zinawagusa wamama wajawazito na zinawagusa jamii kwa ujumla. Ndani ya mfuko wa basket fund tumeweza kunufaika pia. Kwa miaka mitatu nyuma, tulikuwa hatuna maabara. Tumenufaika vikubwa kwa sababu ni zanati pekee ndani ya wilaya ya Gairo ambayo ina maabara kupitia mfuko huu, huu wa basket. Kuna baadhi ya pesa ambayo imepatikana ikatuwezesha kujenga maabara yetu ambayo inatoa vipimo vingi vya kutosha. Vipimo hivi vinatoka kwa wajawazito, kwa watoto na kwa jamii nzima kwa ujumla. Kwa hiyo nipende tu kusema pesa hii inatunufaisha vikubwa sana, tofauti na hapo awali ambao ilikuwa haipatikani hapa. Tuna vitanda vitatu na kila kitanda analala mtoto mmoja mmoja, na pia hapa tuna phototherapy pia tuna incubator. Incubator ziko mbili, ambao tunaweka wale watoto ambao wenye kilo ambao hawajafikisha kilo mbili ambao wanazaliwa kabla ya kabla miezi, miezi tisa tunasema wengine wanazaliwa na low birth weight, uzito mdogo. Kwa hiyo tunawaweka huko, tunawakuza huko, na watoto mtoto akishafika kilo mbili, tunamtoa tunamrudisha kwa mama yake, anaendelea kumwekea kangaroo ya kawaida, mtoto anaendelea kunyonya kama kawaida. Vile vile tunapata madaktari bingwa mama Samia huwa wanakuja kila baada ya miezi mitatu, na wale wanatujengea uwezo mkubwa sana vile vile tuna daktari bingwa naye anatupa elimu zaidi kuhusiana na huku katika hii basket fund. Vile vile tuna ambulance ambayo vile vile inasaidia kwenye usafiri, ndipo mnapata changamoto yote ya mzazi. Tumepigiwa simu vijijini, kuna mzazi, vituo vya jirani kuna mzazi, tunatuma gari linaenda kumchukua mgonjwa. Hiyo nayo imetusupoti kwa asilimia kubwa sana na katika hivi vifaa tunashukuru na basket fund nayo kwa mkono wa Mama Samia tumeweza kupata vifaa ambavyo vinatusaidia, inatusaidia kuweza kuwasevo au watoto na akina mama. Nyuma tulikuwa tunawapeleka hospitali ya mkoa watoto ambao wanazaliwa kabla ya siku na wenye uzito mdogo, lakini kwa sasa hivi hatuwapeleki, kwa hiyo tunawahudumia hapa hapa wilayani. Uwepo wa fedha hizo umesaidia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali. Nao wananchi kwa upande wao wanafurahia upatikanaji wa huduma karibu na maeneo yao, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. wa mama wajawazito tunapokelewa vizuri, hamna changamoto zingine tunazozipata. Changamoto ilikuwa ina maana ni vitanda eh, aila huduma zingine tulikuwa tunapata tu kwa utaratibu mzuri. Changamoto usafiri ni kawaida, usafiri lazima utoe changamoto. Mgonjwa akipatikana lazima kuna dumila maga tunaenda e, Morogoro ilivyosogea hapa karibu, tunaishia hapa karibu au tunaishia zanati ya dakao a walikweli, huduma zilikuwa ni changamoto, kwa sababu huduma zilikuwa mbali dakao, huko Morogoro sometimes mpaka dumila huko, au tuliana huduma kweli, tukawa tunazipata mbali, kutoa changamoto usafiri naeza ukatoka na mgonjwa hapa ukaenda naye barabarani pale ukakaa naye kusubiri usafiri. Ndio kama hivyo, changamoto zipo nyingi. Au pikipiki na pikipiki nayo sio salama kwa mgonjwa, kwa mfano kwa mama mjamzito, ni changamoto kweli, ilikuwa changamoto mpaka sasa. Mfuko wa afya wa pamoja, yani Health Sector Basket Fund, umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha huduma za afya katika mkoa wa Morogoro na halmashauri zake kuanzia mwaka wa fedha 2021/2022 hadi 2024/2025, mkoa wa Morogoro ulipokea zaidi ya shilingi bilioni 21, na mchango huu umewezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika sekta ya afya. Kwa ujumla, mfuko wa afya wa pamoja umeendelea kuwa nguzo muhimu katika kusaidia juhudi za serikali na wadau wengine katika uboreshaji wa huduma za afya katika mkoa wa Morogoro kwa kusaidia ununuzi wa dawa na vifaa tiba, uboreshaji wa miundombinu ya afya na utoaji wa elimu kwa jamii. Na hapa ni baadhi ya halmashauri zilizopokea pesa hizo. Mkoa wa Morogoro vituo vya halmashauri vinavyotoa huduma za upasuaji Gairo vituo viwili, Ifakara TC vituo viwili, Kilosa vituo sita, Malinyi vituo vinne, Mlimba vituo vitatu, wilaya ya Morogoro vituo vinane, Morogoro manispaa vituo viwili, Mvomero vituo saba na Ulanga vituo vitatu. Matumaini ya wananchi ni kupata huduma bora na rafiki zinazoendana na mazingira yao, hivyo ni jukumu la serikali kuhakikisha kila mwananchi ananufaika na huduma hizo. Wahenga husema linda afya ili kuokoa uhai.